Bari zamani, unaona kuna mwanamke naishia raundi moja, ila kuna mwingine naenda mpaka tatu, na nikikutana na mwingine tena naenda zaidi ya tatu. Inakuwaje hapo okay? Uh, hii ni moja ya changamoto ambayo unaweza ukacheka ukashangaa kidogo, kwamba inakuwaje, kwamba kuna baadhi ya wanawake, kuna mtu anasema akikutana naye anaweza kwenda raundi nyingi zaidi, kuna mwingine anaweza kwenda raundi tofauti. Nakutana na wanaume ambao wako ndani ya ndoa. Ananiambia kabisa dokta, mimi kwa mke wangu naisha laundi moja, lakini nikienda kwa mwanamke wa pembeni naenda raundi zaidi ya mbili, naenda piga raundi tatu paka nne. So nataka niweze kukufungua kitu kimoja hapa. Mwanamke wa pembeni, haujui madhaifu yake, hajawahi kukosea, hajawahi kupishana naye katika kauli, hamjawahi kuvurugana, hamjawahi kugombana, automatically unapokwenda kwa ajili ya kuweza kushiriki tendo la ndoa, unaenda ukiwa na mindset ambayo ni positive, lakini pia unaenda ukiwa na utayari wa kuweza kumfikisha kileleni ama kufikishwa kileleni the same. Kwa wanawake ambao pia huwa wanatoka nje ya ndoa, anakwambia nikitoka nje ya ndoa nina enjoy sana, nafika kileleni vizuri, napata raha ya kiwango cha juu, lakini nikiwa na mume wangu sipati hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu mwanamume wa nje, mwanamume wa pembeni, hujamzoea hamjawai kugombana, hamjawahi kutofautiana, hamjakuta changamoto za hapa na pale, yule humfahamu vizuri, tofauti na mwanaume ambaye umemzoea, mwanamke ambaye umemzoea. Kwa hiyo moja ya kitu kikubwa ambacho unatakiwa kuweza kufahamu, hii ni saikolojia ambayo ukiweza kutuni akili yako na kuweza kuiweka vizuri, ni rahisi zaidi kubaki unafurahia tendo la ndoa na mwanamke uliye naye, eza ni mke wako ama eza ni mme wako. Kwa hiyo ya kuweza ku Treni ubongo wako, huiweka saikolojia yako. Kama unapitia changamoto yote na mke wako, ni changamoto ya migogoro, kaeni chini mzungumze, msameane, ondoa kinyongo moyoni, uwekeni tofauti zenu sawa, na kila kitu kitakaa sawa. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Tutakia siku njema na Mungu akubariki.